Hayawi hayawi huwa. The Trans Nzoia County Governor's Cup 2025 imefika. Governor's Cup itazunduliwa rasmi Ijumaa tarehe kumi na mbili katika shule ya msingi ya Gitwamba katika wadi ya Saboti. Gharama ya kumtafuta mshindi atakayetia kibindoni kibunda cha shilingi milioni moja itakuwa inaanza kwa takriban wiki mbili. Timu mia mbili hamsini kutoka wadi zote zitashirikishwa timu nane za wanaume wa kila wodi na timu mbili za wanawake katika kila wadi. Halafu tarehe ishirini na mbili, barabara zote zitakuwa zinaelekea St Antonys Boys Kitale kushuhudia semifainali, kisha tarehe ishirini na tatu fainali ya kombe la gavana litakuwa lina garagaswa katika uwanja wa Ndura Sports Complex. Viongozi mbalimbali mbali, wakiwemo magavana, wabunge, wawakilishi wali na viongozi wengine wote watahudhuria. Mdhamini na mgeni wa heshima ni gavana wa kaunti ya Trans Nzoia, George Natembea, ambaye pia atakuwa uwanjani live. Kumbuka, mshinda atatia kibindoni shilingi milioni moja. The Governor's Cup Trans Nzoia County 2025 ni kukuza talanta. The objective of the Governor's Cup is to showcase our talent, um, identify talent and grow talent. Reporting for Kibu TV, I'm Daniel Barasa.